Majina, ninaitwa Rutalemwa Tindo Spamba, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Butundwe katika wilaya ya Geita. Kwa kauli hiyo sasa ya Mheshimiwa mbunge, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu wa Geita tunamwomba Mheshimiwa mbunge na tunamtaka Mheshimiwa mbunge ajitokeze hadharani akanushe au atengue kauli yake ya kuwa vijana siyo sifa ya kuwa viongozi ila vijana atambue kuwa vijana ni sifa ya kuwa viongozi, kwa sababu vijana tumefanya hayo na tumedhihirisha hilo katika nafasi mbalimbali tulizopewa sisi kama vijana. Tumekuwa viongozi wazuri katika serikali za mitaa tuliochaguliwa mwaka jana, tumekuwa viongozi wazuri katika serikali kuu, tumekuwa viongozi wazuri katika bunge, tumekuwa viongozi wazuri katika muhimili wa mahakama na hata kimataifa vijana wameendelea kutuhamasisha sisi kuwa viongozi. Naweza mkaona Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, ni kijana na anasifiwa Afrika nzima na dunia nzima. Nipo hapa kwa majina, naitwa Joseph Chacha, ni mwenyekiti wa vijana wa kata ya Katoro, hiyo ndani ya wilaya ya Geita na mkoa wa Geita. Mtu anasimama hewani anawaaminisha wananchi na taifa la, la Tanzania kwamba vijana si lolote. E, vijana vijana huwezi tumuulize sasa wakati anapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa vijana kwa wa Mwanza wakati huo, wakati anaaminiwa kuwa mkuu wa wilaya wakati huo, alikuwa ni mzee alikuwa ni kijana? sasa kwa nini wakati huu? alafu kwa nini ndugu waandishi wa habari, mwe, mnatusaidia kuangalia hata hoja za watu wengine, kwa nini kauli kama hizi zinakuja kutoka kwa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha uchaguzi?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 napingana na ninalaani kitendo hiki, na viongozi wetu wa chama tunawaomba wasimamie hili, ili sisi vijana tuendelee kukiamini chama chetu, tuendelee kujitokeza kushika nafasi mbalimbali. Peter Lianga mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Rudete msingi, kata ya Rudete inatokana na wilaya ya Geita, ya Geita ndani ya mkoa wa Geita. Kauli hii iliyozungumzwa na Mheshimiwa Kanyasu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 katika uongozi tukua vijana ili tutengeneze mustakabali mzima wa maisha yetu. Kwa hiyo, Kanyasu anatukosea sisi vijana na kuwakosea vijana wengine walioko ndani ya nchi ya chama. Yaani mimi nilikuwa kijana lakini haikuwa sifa ya kuwa nilikuja kugombea hapa na Mbina. Wana sisi wema kaniambia hapana, hatuwezi kupeleka mtoto bungeni. Nikarudi kugombea na Maxi, wana sisi wema kaniambia hapana, hatuwezi kupeleka kijana bungeni. Nikarudi mara hata sasa umekuwa sana nakupa kazi. Sisemwe. Oh, yeah. Ujana sio sifa. Naelewa? Uwezi kujifananisha. Ah, mbona Mwalimu Nyerere aliongoza nchi akiwa kijana. Jamani Mwalimu Nyerere amekuja kuongoza nchi akiwa na masters ya kutoka Makerere. Akiwa amesoma Uingereza. Kusekwa amekuwa katibu wa bunge akiwa na masters ya Makerere na amesoma Uingereza. Sasa wewe unajifananisha na hao watu wawili, hebu tuambie wewe umekutana nao wapi? Umesomea wapi? Yaani yaofi, unasimama kabisa unawaambia watu oh, sio mimi, mbona mwalimu Nyerere alichukua nchi akiwa na miaka thelathini na ngapi? Yaani we yaani, unajifananisha na mtu ambaye hamfanani hata robo. Mwalimu Nyerere alikuwa mwalimu wa sekondari ya Pugu High School, na kabla ya hapo, mwalimu Nyerere alikuwa amesoma Uingereza kwa sababu kama mtoto wa chifu amesoma Uingereza, amesoma Makerere. Hoa, ujana sio sifa ya kuwa kiongozi, sio sifa yaani, usisimame mimi kijana hapa hapa. Asilimia ngapi vijana? Habari, karibu Mtandao Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.